CCM oye! Daktari Samia safi. Mheshimiwa Mwenyekiti na mgeni rasmi pamoja na meza kuu, mimi leo nimekaa hapo nacheka sana. Mimi natoka huko Kanda ya Ziwa Victoria huko, na kinachegeni sisi huku pwani Dar es Salaam, sisi ni wageni kidogo, kwa hiyo kuna misemo tunajifunza aweso sisi tulizoea kwamba ukibebwa ubebeke, kwamba ukibebwa kaza kiuno. Hiyo tumepata leo chegeni, hiyo tunarudi nayo kule kwetu, sawa sawa. Sasa wesho mwenyekiti, <laughs> data zimeshushwa hapa za maendeleo, kazi kubwa uliyofanya. Mimi sirudii hizo data, mimi kazi yangu ni kukera majirani leo kwa sababu Sikiliza bwana, kama mimi nimetoka kule kwa majirani, kile chama cha kususia uchaguzi, chama cha makasiriko na manunguniko, chama cha matusi, kule ndiko nilikotoka. Sasa ingekuwa wao ndio wanafanya mkutano hapa, toka mzungumzaji wa kwanza mpaka wa mwisho, ingekuwa ni kusema CCM. sasa mimi hapa mimi ndio mkeraji, kazi yangu mi kukera. Leo majirani iko hivi, mheshimiwa mwenyekiti na watanzania mnaonisikiliza, kule majirani wao wana kiburi, wao wanaamini kwamba wanaungwa mkono na wananchi, kwa wana uwezo wa kufanya lolote. Nawakumbusha, mimi nikiwa kijana mdogo, nafikiri mwaka tisini na tano, nilikuwa form two ndio uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi nchi hii. Alikuwepo mtu anaitwa Mrema na chama chake kilikuwa inaitwa NCCR Mageuzi. Mnakumbuka nguvu ya NCCR waliokuwepo tisini na tano na watu waliokuwa nao NCCR, iko wapi leo? Iko wapi? Kiko wapi? Kule Zanzibar kulikuwepo na chama kinaitwa CUF. Leo leo siamini kama Kafu anaweza kupata hata viti vitano kule Pemba. Kafu kiko wapi? Sikilikwepo leo kiko wapi? Kwa hawa majirani, nawaambia kama wanachukua support ya wananchi for granted, huu ndio mwisho wao, kwa sababu wamekimbia uchaguzi. Wesha mwenyekiti, iko hivi nchi hii kuna vyama kumi na nane vyenye usajili wa kudumu. Na Watanzania, mnisikilize. Mimi nikiwa mdogo kule kijijini, mamangu ulikuwa ukisusa kula kwa sababu yoyote ile. Akupigi, anakaa kimya. Ile lunch anakusubiri tu, anakungoja mpaka saa kumi pale ambapo una njaa, akuone umeingia jikoni, atakupiga kama mwizi, lakini Alikuwa atupigi tu, tu alikuwa anatufundisha.